Alafu wewe unajua kabisa nimebeba vitu haramu hapa, wote mimi nakamatwa, nipo hmm. Ha? hapa kwenye hii nyumba ina nani na vimitimiti vya michongoma, na unajua kabisa mimi nimebeba bangi. Mlewa. <tori> <tori> <tori>